Kumaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Sema ni mtu aliyempenda sana haleluya. Tena Bwana alibarikiwe, haleluya. aliposikia habari za Yesu alituma wazee wa Wayahudi kwake kumuomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimusii sana, wakisema amestahili huyu umutendee neno hili. Amestahili huyu umutendee nini? Haleluya, haleluya. Sijui kama leo unastahili kuponywa, sijui kama leo unastahili kupendelewa mazuri. Amen. Naye alitujengea sinagogi. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana alibarikiwe. Amen. Jina la Bwana alibarikiwe. Amen. Huyu mtu alikuwa Myahudi. Na alikuwa nakaa nje ya Wayahudi. Na alikuwa ameajiriwa kazi kwa nje ya Wayahudi. Haleluya. Amen. Lakini kwa sababu imani yake ilikuwa hai. Haleluya. Amen. Kwa sababu imani yake ilikuwa hai. Jina la Bwana alibarikiwe. Ilifanya mutumwa wake kuponywa. Haleluya. Haleluya. Na kuponywa kwa huyo mutumwa, haleluya, ililazimu sio yeye. Amen. Amen. Kwa hivyo kwa hivyo, Bibilia inasema huyu alikuwa na mtumwa wake na alikuwa amempenda sana. Unaweza penda kitu yenye haina faida? Lazima huyu mtumwa alikuwa mtiifu. Alijiombea afufuke. Ni nani waliombea yeye? Wachane. Wachane. Ni barikiwe. Ni barikiwe. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Yeah. Kwa hivyo huyu mtumishi wa ule centurion alikuwa na imani iliyo hai ya kutumikia mkubwa wake kwa njia nzuri. Amen. Ndio akampenda sana. Na aliposikia kuna atawasikia Haleluya, jina la Bwana libarikiwe, Haleluya. Nao badala wajitambulize na Wayahudi wakajitambuliza kulingana na uwai wa imani ya ule centurion. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe, Haleluya. Walijitambuliza, acha, Haleluya. Wacha nikuonyeshe vizuri, haleluya, haleluya.

Wakamwambia Mwalimu, tunakusihi sana. Haleluya. Yeah. Hiyo kusihi wakaona haitoshi, wakaongeza nini? Yeah. Haleluya. Mwalimu, tunakusihi sana

Haleluya, aeu ayo maondolio ni wamete haleluya tena, wala alibarikiwe, tenda mazuri kwa wazazi wa pande hii na wazazi wa pande ile. Haleluya maana ukifanya mazuri kwa wazazi wako na wacha wazazi wa mke wako, utakuwa umeweka kizuizi. Haleluya tena, wala alibarikiwe, wakati kitaumana ule msichana akitoroka huko, watakuambia enda, maana imani yako imekufa Amuko kwababamuko kama wako wazemeji, wafanyie mazuri, wafanyie mazuri. Kikiumana wanamwambia wewe, usitoke kwa hiyo mtu, hiyo mtu ni mzuri, rudi. Mwanaona shetani iko hapo, hakuna iun, ni ujinga yetu ndio. Haleluya! yeah. <laughs> yeah. si. yeah. yeah. Kwa hivyo wakamwambia anapenda taifa letu, yeah. Na wakasisitiza kwa kitu moja ambayo alitendea hiyo taifa, yeah. Alitujengea sinagogi. Haleluya! pigia Bwana Yesu makofi Kwa hivyo hii sinagogi amecengea nchi yetu na watu ya nchi yetu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, imani ambayo iko imara, imani ambayo iko hai, inatendea wengine mazuri, inagaramia wengine wapate mazuri. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, kama imani yangu ingekuwa imekufa hii pesa yote ningenunua magari sasa ningekuwa na magari tatu, na kujenga kanyumba kazuri ya gorofa. Hii pesa yote nimetumika kutoka hapo juu. Ingine nasambaza kwa sababu makanisa nimefungua. Hallelujah. Yes. Bwana alibarikiwe. Yes. Hallelujah. Yes. Ni kwa sababu

akeonjolela omuganda olenge komotunyanatara tavatevilie nonyanasi ava israeli indanyora okwigena ukole vuna okoka Haleluya, Haleluya. Kwa hiyo Israeli yote imani yao ilikwenda kufa. Amen. Haleluya. Tena Bwana alibarikiwe. Haleluya. Imani ya Waisraeli wote

Vizuri. Kwa mtu awe mdogo, awe mkubwa, awe mtoto, awe nani, haleluya! Imani yake itareflect mbele ya Mungu.